Tanzania ni mchi mwanachama katika swala zima la shirikisho la biashara duniani, ambao nawe mnakumbuka kwamba ushiriki wetu umeanza miaka mingi, na mwaka sabini tuliweza kushiriki vile vile kule Japani, ambapo Tanzania tuliweza kutoa maeneo mbalimbali, hasa katika upande wa usanii na biashara zingine. Tulifanya vizuri, na hata ukikumbuka katika nyimbo mbalimbali zinasema maonyesho ya kule Japani, wale mwimbo wa kizalendo wa siku nyingi ambao umepigwa ili kuashiria kwamba Japani sasa ni kwa mara ya pili ina host maonyesho haya makubwa duniani kama nilivyosema maonyesho haya yatakuwa ya miezi sita yameanza kufunguliwa tarehe 12 mwezi huu Aprili, yatakuwa mpaka tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 2025. Ni maonyesho ya 20 5, Japan 2025. Ambapo sasa kama tulivyosema ni kwamba sisi Watanzania banda letu la Tan Trade litaanza kuanza kuwa wazi kuanzia tarehe 13 ambayo timu yetu iko kule site tarehe 13 mwezi huu wa April mpaka tarehe 13 mwezi Oktoba. Ndani ya kipindi cha miezi sita hicho, tutakuwa na kazi kubwa, na hasa kuonyesha yale utajiri tuliokuwa nao, lakini kuwavutia wadau wetu mbalimbali katika kuja kufanya biashara na kuja kufanya uwekezaji, lakini kubwa zaidi ni partnership. Watu wawekezaji wa Tanzania wanaweza kushiriki vizuri jinsi gani watawekeza na wenzao kutoka Japani katika suala zima la kibiashara, lakini eneo lile ni jukwaa kubwa inawezekana sio lazima umpate mjapani kuja kufanya naye biashara. Eneo lile ni kongamano la watu wengi, wanakutana maanake, ni forum maalum ya watu wanaoenda kimkakati kuhakikisha wanapata fursa za uwekezaji kutoka maeneo mbalimbali na kushiriki katika swala zima la ubia ambao una manufaa makubwa sana katika swala zima la maendeleo. Sisi Tanzania, wizara zetu kama nilivyosema siku za nyuma, kwamba sekta mbalimbali zitashiriki katika upande wa biashara, na hasa kuonyesha jinsi gani tulichokuwa nacho, mambo ya uwekezaji na mambo mengine ya kisanii na ki, na, na, na kiutamaduni katika eneo hilo. Tukumbuke kwamba tuna sekta hasa sekta ya kilimo ambao mnafahamu kwamba kipindi hichi Daktari Samia Suluhu Hassan ameipa nguvu sekta hii, bajeti yake imehama kutoka shilingi bilioni 294 mwaka 2021, sasa tunazungumza shilingi trilioni 1.2, uwekezaji mkubwa sana. Na maana yake nini? Tija imeongezeka katika kilimo, katika eneo kutangaza sana ni upande wa kilimo, hasa mazao tunayozalisha leo hii mpaka mazao ya, ya chakula nayo yamebadilika kuwa mazao ya biashara. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana kutangaza kahawa yetu kutangaza chai yetu kutangaza korosho yetu, kokoa, ufuta na mambo mengine katika upande wa kilimo. Lakini vile vile tunakumbuka kwamba mwaka wa jana, mwaka 2024, nchi yetu ilipitisha sera ya uchumi wa bluu. Lengo letu ni kwamba kuangalia kwamba jinsi gani tutanufaika na swala zima la rasilimali ya maji tuliyokuwa nayo. Katika mambo ambayo sehemu kubwa nayo tutaenda kuyatangaza ni swala zima la uchumi wa bluu katika eneo hilo. Aki sehemu nyingine ni swala zima la utalii. Kumbukeni Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia filamu ya Royal Tour amefanya kazi kubwa sana. Leo hii ukienda katika bonde la Crater na Ngorongoro utakuta magari yamejazana pale hata kugeuza yanashindikana. Ni kwa sababu ni kwamba watu wameshaitika. Kwa hiyo kupitia programu hii sasa tunaondoka nayo, maonyesho haya makubwa tunaondoka nayo. Yatatusaidia kuongeza ile kazi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan alifanya kuongeza juhudi kubwa zaidi. Kwa hiyo siku ya tarehe 25 mwezi Mei 2025 tutakuwa na kitu kinaitwa National Day. Katika maonyesho yale ni kwamba kila nchi imepangiwa siku yake. Sisi siku yetu itakuwa siku ya 25, ambayo itakuwa National Day. Siku hiyo ni kwamba tutakuwa na kiongozi mkuu wa kitaifa ataikuja kwa ajili ya kuhakikisha kuadhimisha siku hiyo kama mgeni rasmi. Kumbukeni katika maonyesho ya, ya, ya, ya Dubai mgeni rasmi alikuwa daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hali kadhalika maonyesho mwaka huu daktari Samia Suluhu Hassan ndio mgeni rasmi lakini amedeegeti kwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge, ambayo tukio hilo litafanyika siku ya 25 mwezi Mei. Imani yetu kubwa Watanzania watafurahia wale kwa da, Japani diaspora na, waw, na waw, wekezaji, wanaenda kule na kufanya biashara mbalimbali kushiriki sambamba katika siku hiyo ambayo itakuwa na matukio mawili. Tutakuwa na tukio la mchana, lakini tukio la la mchana usiku la dhifa maalum ya chakula kwa ajili ya kubadilishana mawazo kuadhimisha siku yetu hiyo. Siku ya 26 tutakuwa na siku maalum kwa ajili ya kongamano la uwekezaji itaruhusu mambo ya biashara, mambo ya uwekezaji na masuala ya utalii. Kwa hiyo siku hiyo, hapa mwenyekiti anazungumza, tunategemea tunategemea kwamba, kwamba siku hiyo kutakuwa na mambo mengi. Tunayo fursa kubwa sana mwaka huu ya, ya kidunia ya kibiashara katika mji wa Osaka Japani, ambapo Expo 2025 itafanyika. E, nafikiri mtakumbuka tulikuwa na expo iliyopita tulifanya Dubai, na wakati ule Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliambatana na kundi kubwa sana la wafanyabiashara kwenda kwenye expo e, ya Dubai na tulipata mafanikio makubwa sana kwenye expo ile. Nafikiri ndiyo iliyokuwa expo iliyovunja rekodi katika expo zote ambazo nchi yetu imeshawahi kushiriki. Mtakumbuka kuna mikataba e, memoranda nyingi zilisainiwa pale za kibiashara za takribani dola bilioni nane na uwekezaji wa, wa memoranda zile au ile mikataba iliyosainiwa pale mingi imeshaanza kutekelezwa ikiwepo uwekezaji mkubwa ambao ulifanyika kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi ni matarajio yetu na tumejipanga vizuri, Mheshimiwa Waziri, sisi kama private sector. Uh, mwaka huu tuweze kuingia makubaliano makubwa zaidi ikiwezekana tuvuke lile lengo la, la expo iliyopita ya Dubai. Sasa nini, ni nini hasa ambacho tumejipanga? Tumeangalia katika maeneo ambayo sisi tunafanya biashara na Japan ni bidhaa zipi ambazo wanazichukua kwetu au wananunua kwetu moja kwa moja kutoka Tanzania kwenda Japan, lakini kuna bidhaa zingine ambazo wanazinunua kutoka kwetu zinapita kwenye nchi zingine halafu ndo zinauzwa Japan. Kwa hiyo zote tumeziangalia e, kwamba sasa tunapokwenda kule tunakwenda na nini ili wa, wa Japani e, tuweze kuwavutia, lakini si wajapani tu, ni nchi zaidi ya mia moja zitakuwa pale, kwa hiyo ni fursa pia ya kuzifikia nchi zingine ambazo eh, tungependa kufanya nazo biashara. Kwa hiyo si tu kwamba tunalenga soko la Japani lakini tunalenga masoko ya zaidi ya nchi 150 ambazo zitashiriki kwenye expo ya, Jap ya Japani Osaka 2025. Kwa hiyo katika vitu ambavyo tumeviona Mheshimiwa Waziri, sisi kama private sector na ambavyo tunaona sisi tukienda kule kwenye soko la Japani lenyewe, vitu ambavyo tutapiga bao ni bidhaa za kilimo. Kwa hiyo katika maonyesho haya kitu cha kwanza ambacho tunakibebea bendera tunakiweka katika, katika bidhaa namba moja kabisa ni vitu vya bidhaa za kilimo. Uh, Japani inanunua kahawa nyingi kutoka kwetu, lakini inanunua kahawa pia kupitia nchi zingine, lakini kahawa ile ukiitrace inatokea Tanzania lakini wananunua pia sesemi ufuta e, kutoka Tanzania tumeona e, na mazao mengine mengi korosho wananunua, lakini wanapitia kwenye nchi zingine. Sasa tunataka tukapate direct access na soko la, la, la Japani. Kwa hiyo bidhaa ni nyingi sana, ambazo chai pia wananunua, lakini zinapita kwenye nchi zingine ndio zinauzwa kule. Sasa ni wakati wetu, fursa kubwa ya kwenda kujionyesha moja kwa moja na bidhaa ili tuweze kuteka lile soko na, na Tanzania.